Tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kama mshale unavyokuonyesha. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewaagiza mameneja wa wakala wa barabara TANROADS wote nchini kuhakikisha wanakagua vipenyo vya makalvati na madaraja yote katika maeneo yao kabla na baada ya msimu wa mvua ili kujiridhisha kama vitapitisha maji kwa urahisi bila kuathiri barabara tatizo na ulipata sasa ni kwamba mvua nyingi zinaendelea na nyewe, wananchi mnajua, msimu wa mvua mara nyingi huku kwetu huwa wanaanza mwezi wa kumi na moja wa kumi na mbili wa kwanza tulitarajia kumekuwa na mvua nyingi, lakini mwaka huu kumekuwa na mabadiliko kidogo. Mvua zimeanza mwezi uliopita na mwezi huu wa tatu na tutarajie mvua hizi kwenda mpaka mwezi wa tano. Nataka niwaambie maji yanayotusumbua hapa sio mvua zinaonyesha hapa Somanga, bali mvua zinaonyesha Morogoro na kwenye pori la Selous inakusanya maji kuleta hapa kwenda baharini, na ndio usumbufu ambao tunaopata eneo hili la Somanga na Somanga. Adha mnayoipata serikali inaifanyia kazi na mbunge wenu ameeleza sana, kwa sababu yeye ndio mwathirika mkubwa lakini mbunge wenu alieleza pia, na barabara za ndani tuna madaraja na makaravati, barabara ya Tingi mpaka kule wapi kule kunaitwa Kipatimu kupitia Chumo, mkandarasi huko kazini, na nyiye mnajua tulianza kujenga kule maeneo korofi lami ya kilomita moja mbili moja mbili, ili kurahisisha upitaji kwenda huko, kwa sababu barabara hizo ziko kwenye mpango wa ujenzi wa lami. Kwa wazee wangu mama zangu na Wanasomanga wote, nirudie tena kuhakikishia kwamba serikali yenu iko kazini, nafanya kazi yake. Waziri wa ujenzi alishaeleza mambo mengi alipokuja hapa. Leo nimekuja kuleta salamu za pole za Mheshimiwa Rais, lakini pia kuhakikishia kuwa kazi ya ujenzi inaendelea. Nikiwa pale, nimetoa maelekezo mawili kwa tao kwa tano, kwa TANROADS, moja kila meneja wa TANROADS wa Tanzania ni wajibu wake, na wafanye hivyo, kuyatembelea madaraja yote kila baada ya mvua kunyesha, na kutembelea na makalvati yote, na kuhakikisha kipenyo cha daraja kinabaki kuwa kile kile kilichojengwa, kipenyo cha kalvati kinabaki kama kilivyo, na kama kimeletewa udongo na mchanga na miti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 na kuhakikisha barabara zetu zinabaki kuwa salama. Pale ambako zinaharibika, maeneo ambayo hayana mkandarasi wao wafanye kazi hiyo mara moja. Maelekezo tumeshatoa na tumeshakubaliana na mheshimiwa waziri kusimamia, tutatarajia sasa kama hiyo usumbufu ni wa muda mfupi, na tumewaambia TANROADS mkoa wakipata tatizo zaidi ya uwezo wao wasisiti watoe taarifa makao makuu ya TANROADS ambako pia TANROADS ikiwakija hapa ikiwasumbua, basi watoe taarifa kwa Wizara ya Ujenzi mara moja. Hataki kuona mwanya wa wananchi wanapata shida halafu hakuna utatuzi. Hataki kuona wananchi wako mahali wanakwama kupita kwa sababu serikali haina taarifa, wakati una viongozi wa serikali kwenye eneo hilo. Haya ndio maelekezo yangu leo, na leo tulipata bahati ya kuja na waziri wa ulinzi na jeshi ya kujenga taifa kuja kuona hiyo hali. Kama kungekuwa kuna udharura huo, basi mheshimiwa waziri wa ulinzi tungemwomba alete kikosi kazi chake, na wataalamu wenyewe wako hapa, wanaweza kupata muda wa kuanza kuzungumza na watoa kubadilishana mawazo nini kifanyike katika hali hii, ili safari zote zisikwame, wananchi wapite na magari yao basikeli zao pikipiki piki zao wavuka kwa miguu nao wapite bila kukwaza. Kweyi, niliona niwape salamu hizi, lakini wahakikishie nini serikali wanafanya, lakini kubwa zaidi, barabara hii imeharibika sana kutoka Dar es Salaam mpaka Mingoyo. Lakini pia wasafiri wote ambao mnasafiri kwenye maeneo haya, wala msihofu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 na kwa upande wa hapa peke yake ni kiasi cha shilingi bilioni kumi na mbili hizi hapa ambazo zinatekelezwa na mkandarasi, yes, Hunan construction, hapa na tayari tumeshamlipa bilioni nne na point moja ambayo ni sawa na asilimia thelathini na sita Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hizi ni fedha zingine ambazo serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imeweza kulipa kwa miradi yote ya mkoa wa Lindi katika hizo jumla ya fedha bilioni 130 na, na ziko na kampuni za kizawa pia vilevile ambazo zinatekeleza mradi mbalimbali ikiwemo kampuni ya Makapo ambayo inafanya mradi wa pale njia nne eneo la Mikereng'ende Chawamata dancing in